Your girls Serafina Jerry, hali ya hewo unaiona ni mvua, lakini haini stopish mimi kukupa updates tofauti tofauti ambazo ziko kwa upande wa burudani. Leo kama unavyoniona, niko kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, na niko hapa kwa ajili ya kumpokea legend kutoka Uganda Jose Chameleon, ambaye anakuja Tanzania kutoa shukrani zake za dhati kabisa kwa watu wa Tanzania ambao walikuwa kimuombea kipindi anaumwa and all that. So, nataka nikupeleke ndani mpaka anavofika and uone kila ambacho kitatokea, of course, kitatokea. Tumemisi kwa muda mrefu, alikuwa anaumwa na sasa hivi anaendelea fresh. So we here, we here here, darling, stay there, your girl I got you covered always, so let's go. Hi Jose. Hi, yeah, mama. Karibu yeah. Tanzania. Yeah. Yeah. Tanzania. Tanzania? Yeah. Tanzania Tanzania. Tanzania. Asante sana, sana. Mara nyingine tena. Au, yeah, sio? Kitu gani gani umekimisi, chakula? Chakula. Chakula nzuri. cha unapenda? Ara. That's it. Tanzania yeah. And the people na watu wenyewe. Oh, yeah. Karibu yeah. Sana. Asante sana. Uh, safari yako experience yaki? Safari ilikuwa njema, ilikuwa nzuri. Baadaye, hongera sana, unaona unaendelea vizuri kutoka kwenye matatizo. Mashaallah, ndio sababu Tanzania. Kwa nimekuja Tanzania kutolea shukrani kwa, mm -hmm. kwa, yeah, kwa sababu shukrani, oh, yeah. So watu waliniombea waliniombea sana. Okay. mbaya mbaya mbaya. Yeah. Sana, karibu, mashaallah yeah. Sababu watu yeah. Okay. Mimi hasa ujio wako kuja Tanzania kamili, ah, nimekuja yani kwanza kutembelea Tanzania wenzangu kifamilia kwamba Uh, okay, cha pili people watazalia waliniombea wali, wali sana mm -hmm. Wakati kwa ni, uh, na matatizo na, na afya yangu um, um, the message ikafika mbali, mbali. Yani, watu kuna watu ambao walikuwa wanafikia maybe chameleon died or something like that. Sasa nimewatembelea wajue kwamba mi nipo bado, na kingine kwa kutolea shukrani mm -hmm. Kwa sababu shukran, so waliniombea sana mm -hmm. Yeah. That's the big purpose. Halafu baada ya hicho tutategemea Mm. Yeah. Yeah, yeah, yeah, Professor J yule mwanangu kabisa. Unajua yeah, mpaka Kampala alikuwa ananiombea, tunamwombea kama milioni lazima pone, ni kitu kama hicho, lakini namshukuru Mungu nimeshatoka hospitali. Nikawaambia kule Kampala na sisi wenyewe tuanze tena kuombea wale ambao bado kwenye hospitali. Sasa Professor J yule ni ndugu yangu, si Joseph na Joseph toka zamani. Sasa nataka nimtembelee nimechoka yani kumwona mtandao, nataka nimuone yeye mwenyewe tuzungumze zaidi, unaona na mimi nimpe support, mpe energy, unaona. yeah, lazima, that is the one big reason that I'm here. tofauti na Professor Jay, ni msanii gani wa Tanzania uliokuwa unazungumza naye sana kipindi hiki? ah, wengi sana wengi sana wengi sana wengi, ay, Bushoke, uh, TID, wengi Mwana FA, they are my friends, yeah kuhusu <laughs> so, yeah. Ishu ya kiafya najua, Watanzania wengi pia watatamani kufahamu. Sofa tunakuona uko sawa. mm. Daktari amesemaje kwamba uko kamili, unaweza kuendelea na shughuli zako za muziki mm. na ishu kubwa ambayo ilikuwa inakusumbua ni nini? Maana mitandao iliendelea mambo mengi sana. Ishu ilikuwa unajua, sivini inaitwa nini Kiswahili lakini sasa nilikuwa I had pancreatitis mm -hmm. So it was starting from pancreatitis tena mm -hmm. kuwa acute pancreatitis. Um, what is the cause of pancreatitis? Mm -hmm. One auseofanratitis o kirakua sala unavuta uh, uh, sana ulali stress lakini that is not the only reasons. Hata kwenye DNA inaweza katoa So basically the doctors didn't say that mm-hmm, nilipata pancreatitis kwa sababu ati nilikuwa nakunywa au kusema hicho, lakini it is the most important thing. Nilikuwa na pancreatitis so waka, they did all the operations, they did mm hata mpaka sasa hivi natumia dawa, baada ya labda mwaka moja nina ina yangu, naendelea na kazi, kwa sababu wewe mwenyewe ukiniangalia, kuna tofauti kuuka Kamilion na yule ambaye ambayo alinawakiwa nampeleka video ya mtoto wako lienda viral, akiongea baba hatopona, ikawasikitishaaz Familia. Yeah, no. So, mesema yule mtoto, watoto mm, hawajui watu wakubwa wanapitia nini? Yeah, yeah. mm. mm. Lakini baada ya kuongea hivyo tukakutana naye akanielewa kwa sababu mm, mimi si si ati nifanye uchaguzi niwe mgonjwa mm, au No, it is not my choice. Kila mtu ana everybody goes sick. mm. So yule akiwa anaongea alikuwa anaongea kitoto, yani anamrumia baba wake pia, sawa? mm pia tuliona mtoto wako alisema kwamba uh, sababu kubwa wewe kupata changamoto ni ulevu wa kupindukia, lakini pia alienda mbali na kusema kwamba miongoni mwa amba watu ambao wamepelekea wewe wa kuweza kuumwa ni marafiki zako wa karibu ambao mara nyingi wamekuwa hawakushauri vitu vizuri, wamekuwa na kushauri uh, starehe sana kunywa, lakini pia kutumia pesa zako. Aba, mtoto wako alisema hivyo, yeah. I cannot live without friends. Live without you know, friends I have I have poor poor friends, I have have rich friends, I have useful friends, I useful and I have useless friends. So, and mi sina uchaguzi, lakini kiukweli he said what he knows, what he feels na mi baada ya kusikia hilo aliyosema nikarudi back to my nikamwambia they should make arekebishe mambo yo maneno, lazima tuwe kwenye page moja. Yes. So, sasa ugonjwa umepelekea iliandiko rumors umepelekea kushuka kiuchumi kwa Kamilioni, hiyo ni kweli ama ni vitu vinaandikwa? No, mm. mm. yeah. Okay, na neno moja kwa, umepoteza watu wa karibu uh, kwa kipindi ambacho pia ukiwa mgonjwa mm -hmm. na wengi walikuwa karibu kwako kwa. unaweza kusema neno gani kwao, kwa, kwa familia na watu wengine ambao wanawafahamu hao watu sisi tuna mpango wetu, vile nilimwambia, kwenye shida zote tuna mpango wetu, na Mungu ana mipango yake. mm -hmm. So everything, kila kitu ambacho naona hapa yani, niyame. mm -hmm. Sasa, yani, Umu, yeah. ni yani kinachofanikiwa Mungu ndiye ame mpanga ndiye amepanga sasa, akipanga yani tunaendelea tu hivyo. kwa baadhi ya wasanii akiwemo Bushoke nakumbuka akiwa Marekani ilifikia kwako. yeah. na nilifanya naye interview akasema wewe umemsaidia sana. yeah. kufanya naye kazi vipi na kufanya kazi na hao wasanii wengine wa Tanzania? ah. Bushoke, yule ni Bushoke Maximilian Mayanja mpaka, mm. -hmm. kaja kwa mzazi wangu akampa hilo jina. no mm -hmm. Mi amesha imeshanijenga niwe kama ile ambayo nyie mnaona sasa hivi. Sasa kitu ambacho nategea sana kusaidia pia wasanii wenzangu those are locked down, so they can also become some people. Wananiambiaga, upe ati, mnamwambiaga ukiwa na msiba wako hivi, ina moto wake, ukiwasha msiba wa mwenzio haipoteze. You understand me? Ukiwasha msiba wa mwenzio si ati We'll talkit abou the year itasema no. Actually, if we have more more suba mingi it becomes even brighter il seo So for me my purpose is to do music with us whose wants to do music with me? Mimi si kama wale wasali mbalimbali uh, yeah. Like okay. Uh, so kwa haraka, kwa haraka haraka, yeah. okay. yeah. Haraka, uh, kuna mimi na kutoa kidogo huko. Kuna video yako unaonekana ni man of principle. Yes. Kuna video yako ilionekana kuna bodaboda alileta utani kwenye range yako, ukashuka kwa mchapa viboko yeah. Uh, ile energy watu wakasema huyu ni man of principle, ile ilikuwaje? Mzungu anasema